Mimi hata ukiniamsha usiku wa manane nitakuambia tunaingia kwenye uchaguzi, kwa sababu tunazo sababu za msingi. Sababu ya kwanza tumesema tunashiriki katika uchaguzi huu ili kwenda kulinda thamani ya kura, hiyo ndio sababu ya kwanza. Sababu ya pili tumesema tunashiriki katika uchaguzi huu kwa sababu tumejiridhisha uamuzi wa, wa ACT wa Zalendo kususia uchaguzi huu utafurahiwa na Chama cha Mapinduzi. Hatutaki kutoa nafasi hiyo ya Chama cha Mapinduzi. Sababu ya tatu, tumesema CCM imeshindwa kuendesha nchi, ni wakati muafaka sasa ikae pembeni, tutaishinda. Hizo ni sababu za msingi kabisa kwa mtu ambaye ana amua kusikiliza hoja.